ya kumgusa Mungu. Maisha ya watu ambao walimgusa Mungu. Bwana siwe. Tunaenda kuangalia maisha ya mtu wa Mungu anayeitwa Kornelio. Bwana siwe. Mifano ya watu walioishi maisha ya kumgusa Mungu, mtu wa kwanza kabisa tunamuona Kornelio. Bwana siwe Kornelio katika maisha yake ya kila siku aliishi maisha ya kuomba Mungu na kumtolea Mungu sadaka. Kitendo kile cha Kornelio kufanya maombi kila siku na kumtolea Mungu sadaka kilimgusa Mungu kiasi cha kwamba Mungu anatuma malaika kutoka mbinguni mpaka duniani katika nyumba ya huyu Kornelio, wanasiwe Malaika anaibuka katika nyumba ya Kornelio, anamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika si mbinguni tena, zimekuwa si kukumbusha mbele za Mungu. Bwana siwe kitu pekee kitakachoweza kumfanya Mungu kitakachoweza kufanya sisi tuwe na nafasi ya kumgusa Mungu. Bwana siwe ni maisha yetu izi na maisha tunapaswa kuishi maisha ya maombi. Maisha ya maombi yana nafasi kubwa a, na yana uwezo na upeno wa kufanya tuweze kumgusa Mungu, yeah. Na hichi ndicho kilichotokea baada ya Mungu kuagiza malaika katika nyumba ya Kornelio.